Taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristu. Karibuni katika chaneli hii ya Padre Roja Kiwango, na leo tutajadiliana katika injili ya Luka sura ya ishirini na nne aya ya kwanza hadi ya nane. Leo tukiwa tuna kumbukumbu ya waamini marehemu wote, tunaelimishwa kutokana na kifungo cha neno la Mungu. Kwa nini mnatafuta aliyekufa wakati yupo hai? Tunaamini kwa upendo wote na imani tuliyopewa tukifuata mafundisho ya hawa manabii wa kike walioenda katika kaburi la Yesu, ambayo tunasherehekea leo sherehe ya Yesu kama walivyoambiwa walivyoongea na wale waliowakuta katika kaburi lake. Yesu haipo hapa, Yesu haipo katika kaburi lake, na akaambia wafuate mafundisho waliokuwa wamefundishwa juu ya neno la Mungu, wafuate mafundisho waliokuwa wamepewa na waka, waka, waka, wakaanza kukumbuka yale mafundisho ambayo Yesu alikuwa amewaambia wakiakumbuka maneno ambayo Yesu aliwaambia wakati wa mwisho. Oi, leo tunasherekea sherehe ya kumbukumbu ya waamini marehemu wote. Tunakumbuka ndugu zetu ambao wamefariki, tunaenda katika makaburi yao kwa ajili ya kusali, kujikumbuka, kukumbuka maneno haya Yesu aliyotuambia kwamba hayupo hapa, yupo hai kama wanafunzi wa kike walivyoenda, kama wanafunzi wa Yesu walivyoenda kaboni kwake, tunaamini kwamba Mwenyezi Mungu anatimiza ahadi yake. Tunaamini kwamba maisha yetu kwa pamoja, wote tutaenda mbinguni, tutaenda mbinguni, pokea mbinguni, na tutaenda kukutana na Yesu, tutaenda kukutana na kijana Yesu akiwa mbinguni, anatungoja leo tufanye kumbukumbu kumbu ya kukumbuka ndugu zetu waliofariki, tukiamini kwamba Yesu ni kaka yetu, ni ndugu yetu, ni rafiki yetu ambaye anakubali kushiriki nasi u ufalme uu ufufuko wa kila mmoja wetu. Basi nawatakia jumapili njema kila mmoja kwa namna yake, kwa namna pekee, basi aweze kukumbuka ndugu zake waliofariki. Tuombe wote, na wao watuombee, ili tuka pamoja tuweze kuenda mbinguni.